Tan Business Channel online television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Kwenye kipindi chetu cha leo, nitazungumzia swala linalohusiana na uwekezaji kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, yani Dar es Salaam Stock Exchange. Unajua, kama una pesa za kutosha na unataka kuziwekeza nilishawahi kuelezea unaweza ukawekeza kwa mambo sehemu mbalimbali, lakini mojawapo ambayo niliwahi kuizungumzia ni kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, Dar es Salaam Stock Exchange. Sasa nimekuwa napata maswali ya hapa na pale kutoka kwa wadau mbalimbali, wakinulizia kuhusu jinsi ya kuwekeza kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Sasa nilishawahi kusema kuwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam kuna unaweza kuwekeza kwenye hisa, lakini sasa maamuzi yako yanaweza yakategemea kitu gani unataka kufanya. Moja ni kuwa unaweza kuwekeza kwa kutegemea kuwa utapata gawio, na sasa kwenye gawio hapo ni swala la je, ni sehemu gani unakowekeza, kwa sababu kuna wengine wanalipa gawio kila mwaka yaani kampuni nyingine kila mwaka wanalipa gawio, lakini kuna kampuni nyingine hazifanyi hivyo. Wanaweza wakalipa gawio mwaka huu, mwaka unaofuata hawalipi. Kwa hiyo kuna kwa hakuna uhakika wa kupata gawio kila mwaka, hiyo moja. Lakini ya pili, unaweza pia ukasema ah, mimi sina habari na mambo ya magawio. Nani, mimi nataka kutengeneza faida haraka haraka. Kwa hiyo unachofanya unanunua hisa lakini, unachagua zile hisa ambazo bei zake zinabadilika mara kwa mara. Kwa hiyo sasa unanunua e, hisa ambapo wakati huo bei zake zinakuwa ziko za chini sana, yani bei ya hisa, alafu unakaa nazo. Bei za hisa zikipanda unaziangalia, ukiona zimepanda mpaka zimefika level ya juu kabisa, ndipo unapoamua na wewe kuziuza hizo hisa. Sasa unapoziuza inakuwa kuna tofauti kati ya bei ya kununua na bei ya kuuza. Sasa ile tofauti ndio faida yako. Sasa kuna watu wanafanya hivyo, wako makini kweli kweli. Wananunua hisa mbali mbali za kampuni mbali mbali, alafu wanaangalia movement ya, ya prices, yaani ya bei za zile hisa. Inapopanda tu inafikia mahali, nasema ah, hapa na wahi. Maana mara nyingi zikipanda zikifika juu sana ina maana karibu zitateremka. Kwa hiyo anawahi pale kwa wakati iko juu anauza. Kwa hiyo sasa hiyo ni mbinu moja hapo. Sasa kwenye kipindi cha leo nitaongelea zaidi kwenye swala la kampuni ambazo zinalipa magawio. Sasa hapo, uamue magawio ambao wanalipa kila mwaka au magawio makubwa, kwa sababu hapo kuna mungu wawili. Kwanza ni kila mwaka wanalipa. Lakini pili, pamoja na kuwa kila mwaka wanalipa, wanaweza kuwa wanalipa E, gawio viduchu n, yani sio magawio makubwa. Kwa sasa hapo inabidi uamue sasa kitu gani natakiwa ufanye. Kwanza inabidi u, uende kwenye website ya Dar es Salaam Stock Exchange, wana website yao. Ukiingia mle kuna sehemu ambapo inaonyesha makampuni ambayo yana hisa pale Dar es Salaam Stock Exchange huwa yanatoa ripoti zao report yani financial reports ambayo zinaonyesha performance za hizo kampuni na kwenye hizo financial reports kuna sehemu wanaonyesha malipo yao ya dividend au malipo yao ya magawio kila mwaka, kuna ingawa wanalipa kwa kota kwa sasa. Unatakiwa upitie kwenye website uangalie makampuni if possible, karibu yote tu, kwa sababu una unajaribu una kufanya analysis unajaribu ku kufanya uchambuzi. Kwa hiyo unapitia na kuangalia kwanza, angalia makampuni ambayo yanalipa gawio kila mwaka. Ukiona ili mwaka huu wanalipa, mwaka unaofuata hawalipi, basi hilo liweke pembeni. Alafu mengine wanalipa kile kwa kuchelewa sana. Nilikuwa naangalia juzi kwenye ripoti za Dar es Salaam Stock Exchange za makampuni. Kuna wengine mara ya mwisho walipa mwaka 2023. Na, 23. Sasa, fikiria sasa hivi tuko mwaka 2025 kwa, kwa kawaida ya inabidi yawe makampuni yameshalipa dividend za mwaka wa 2024. Na sasa mpaka sasa hivi kuna makampuni hayajalipa dividend mwaka wa 2024. Ukiangalia kule unakuta za mwaka 2023. Sasa ukishaona hivyo, hayo inabidi uweke uweke pembeni. Sasa, kinachofuatia cha tatu, sasa sio tu swala la kulipa kila mwaka. Angalia hayo malipo ni makubwa kiasi gani, kwa sababu kwenye malipo makubwa hapo ndio patamu, kwa sababu ukinunua hizo hisa una uhakika hawa jamaa wanalipa malipo makubwa, kama ni dividend. Kwa hiyo jaribu kupitia, kama mnakumbuka, kwa wale wanaofuatilia vipindi vyetu, nilikuwa najaribu kutoa eh, kuelezea kampuni mbalimbali zilivyo declare dividends zao, yani zilivyo toa magawio yao na kwa mfano niliongelea, nafikiri, ya kwanza ilikuwa ni CRDB na kule kwenye CRDB tuliona kuwa, au kwa wale wasiofahamu, tunaona kuwa walitumia asilimia 30 e, ya mapato yao ya mwaka 2024 kulipa dividend. Na nikasema hicho ni kiasi kizuri kabisa kwa kulipa dividend. Kwa hiyo nikawaambia ni moja kati ya makampuni ambayo unaweza ukachangamkia kununua hisa zake. Kampuni ya pili niliyojaribu kuizungumzia ilikuwa ni benki tena NMB na wao, kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne, walilipa gawio ambayo lilikuwa ni sawasawa na asilimia ishirini na tisa ya ya faida waliopata, na hiyo pia nikasema hapo kuna tofauti ya ya asilimia moja percent. Kwa hiyo nikasema hiyo pia ni ni malipo mazuri na kama una fedha nashauri kuwa unaweza pia ukanunua hisa eh, za NMB. Kwa hiyo hisa za CRDB NMB ziko vizuri, kwa maana kuwa wanalipa gawio ambalo ni, ni, ni kubwa ukilinganisha na mapato waliopata. Alafu kampuni ya tatu ambayo nilikuwa nimezungumzia nime, nime nafikiri ilikuwa ni last week, ni kampuni ya sigara Tanzania Cigarette Company na wao pia wanalipa magawio na gawio lao ni zuri. gawio, gawio la mwisho e, ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne wao walilipa asilimia arobaini na tatu ya mapato yao. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni quite impressive asilimia 43. Na nafahamu hii sasa Tanzania Cigarette Company kuzipata sio rahisi, maana zinagombewa kwelikweli. E, sasa hiyo inaonyesha tu jinsi ambavyo ule ulipaji wao wa dividend unafanya kuwa makampuni wa kupata hisa zao kununua inakuwa ni kidogo ni shida. Kwa sasa inabidi upitie, sasa ukishapitia una- unaweka pembeni yasiyofaa, unaacha yaliobaki, sasa ukipata makampuni kama matatu manne hivi akiwa inaofuatia unakwenda sasa kwa, kwa madalali. Unajua pale Dar es Salaam Stock Exchange sio kila mtu tu anaingia na kutoka na kusema anataka kununua share hapana. Kuna madalali eh, au agency ambao wamesajiliwa na soko la hisa na wamepewa vibali vya kuuza na kununua hisa. Kwa hiyo ukiingia kwenye website yao unaweza ukapata majina ya hao madalali. Kwa hiyo unaenda kwa mmojawapo, unamwambia mimi nime pita pita huko nimeona kampuni hizi nne nataka kununua hisa zao. Sasa na yeye of course atakupa ushauri. Zaidi ya hii ya kwa wewe uliokuwa umefanya atakushauri kwa labda iko hivi au fanya hivi na vitu kama hivyo. Kwa yule ile dalali badala ya kukupa ushauri, sasa mnafikiana. Unamwambia okay, unampa go ahead anunua hizo hisa kwa jinsi mlivyokubaliana. Kwa sasa yeye yeah, anaingia kwenye mchakato wa taratibu mwenyewe anasifahamu. Maana hisa zinauzwa kwa mfumo wa, wa kama wa, wa, wa mnadani. Kwa kuwa, maana ya kuwa hawa jamaa wanakwenda kule, kuna kugombea, huyu anasema shilingi ngapi, huyu shilingi ngapi, mwisho anasema nani tok tok huko. Kwa hiyo kuna zinauzwa kwa njia ya, ya, ya, ya, ya kimnada kwa sasa hivi atakayekuwa anafanya hiyo shughuli ya kwenda huko na akifanikiwa, atakwambia bwana, nimepata hisa hizi hapa. Kwa hiyo unampa, unamruhusu ana, analipia, alafu unampa commission yake. Basi we unakuwa ume, umemiliki hizo hisa, unangojea mwisho wa mwaka unapata una unapata malipo yako ya gawio. Hiyo kwa hiyo hiyo ni njia mojawapo ya jinsi unavyoweza kununua hisa za kampuni ambazo e, zinalipa magawio kwanza ni kila mwaka halafu pili wanaipa magawio makubwa. Kwa hiyo kwa, kwa nafikiri nimejaribu kuelezea vya kutosha, naona niishie hapo. Naomba mwendelee kuangalia vipindi vyetu vya Tan Business Channel Online television vinavyotangazwa na televisheni yetu kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Wiki ijayo panapo majaliwa, nitazungumzia ile aina ya pili, ya maana unanunua hisa zikiwa na bei ya chini, halafu unangojea bei ikipanda unaziuza. Tofauti hapo ya kuuza na kununua ndio faida yako. Naomba niishie hapo, asanteni sana.